Popote pale ambapo unaendelea kuifuatilia simulizi na sauti, usuhuba wetu uendelee kwa jina la simulizi na sauti. Mambo bado ni mengi yanayoendelea, nami nikiunganishwa vyema na simulizi na sauti ninakuletea kama ifuatavyo. Wakati ambapo vichwa vya Watanzania bado vinahoji kwamba mchunga kondoo yu wapi, kama ujuavyo kwamba kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, kanisa la ufufuo na uzima linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima limefungiwa kufanya huduma na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia barua iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani tarehe 2 ya, ya mwezi Juni 2025, ambapo utekelezaji huo ulianzia hapa Dar es Salaam, kisha utaratibu huo ukafuata katika makanisa mengine sita yaliyopo mkoani Mbeya. Sasa leo kupitia ukurasa wa Instagram wa Bishop Gwajima ameandika chapisho lifuatalo kwamba ibada ya jimbo kuu la Dar es Salaam, Askofu Josephat Matias Gwajima, ambapo itafanyika kuanzia majira ya saa 4 kamili asubuhi Ubungo Chaibora, tarehe 15 Juni 2025. Alafu chini likafuata, af chini akafuatisha maandishi semayo wa Ebrania 10:25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Hiki ndicho alichokichapisha Askofu Josephat Gwajima katika ukurasa wake wa Instagram. Wewe una maoni gani? Una mtazamo gani kuhusiana na chapisho hili la Askofu Josephat Gwajima? Mimi ni Franki Kashonde na hii ni simulizi na sauti.